Katika kitongoji cha Lugubu Kusini, kijiji na kata ya Lugubu, tarafa na wilaya ya Igunga, mkoa Tabora, ambapo mwanamke mmoja aliyetambulika kwa majina ya Kangw'a Tungu Mahigi ana umri wa miaka 25, mkulima na mkazi wa kitongoji cha Lugubu Kusini, pamoja na watoto wake wanne ambao walitambulika kwa majina ya Sengi James mwenye umri wa miaka nane, Simon James mwenye umri wa miaka sita Elisha James miaka mitatu na Kashinje James mwenye umri wa miezi saba wote walifariki dunia baada ya kunywa sumu aina ya Ruruka ambayo inatumika kuulia wadudu. Chanzo ni ugomvi kati ya marehemu pamoja na mume wake, ambapo marehemu alikuwa ni mke mkubwa na m, m, m, kulikuwa na mke mdogo pia, na chanzo cha ugomvi huu ni kutokana na namna ambavyo mwanamke mkubwa alikuwa anaona kama apati huduma sawa pamoja na mke mdogo, na hii ni kutokana na kujengewa nyumba ya kisasa kwa mke mdogo na yeye kuona zile huduma asipati vizuri. Mbinu ambayo ametumia ni marehemu kuvizia mume wake akiwa amekwenda shambani, na kisha akanunua pati ya sumu ya kurogea, na kurogea kwenye kikombe cha plastiki na alionyesha watoto wake pamoja na yeye mwenyewe. Nyumbani kwa marehemu kulikutwa pakiti moja ya sumu hiyo ambayo imetumika pamoja na kikombe cha plastiki chenye sumu ambayo ilibakia. Mili ya marehemu ilifadhiwa mochwari Igunga kwa ajili ya uchunguzi, na baada ya uchunguzi kufanyika, imekabidhiwa kwa ndugu leo hii kwa ajili ya mazishi. Hili ni tendo la kikatili, kihalifu na lisilo na utu, liloangamiza maisha ya watu wasiostahili kuumizwa na pia linaondoa nafasi ya mtu mwenye matatizo kupata msaada wa kweli. Hakuna mazingira yanayohalalisha kuumiza wengine kwa sababu ya hasira, wivu au maumivu binafsi. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora linalaani na kuendelea kutoa wito pale inapojitokeza migogoro ya kifamilia kutumia mamlaka mbalimbali, wakiwepo viongozi wa dini, serikali. Na sisi jeshi la polisi tunalo dawati ambalo linashughulikia masuala ya jinsia pamoja na watoto ili kuweza kupata ufumbuzi wa migogoro mbalimbali. Tumemshikilia mwanaume na tunaendelea kumfanyia mahojiano ili kuweza kubaini mazingira mengine ambayo yanaweza kujitokeza kuhusiana na tukio hili. Ni tukio la pili hili kujitokeza hapa katika mkoa wa Tabora, likitanguliwa na lile la Catherine mwenye umri wa miaka 21, ambaye pia alijiua kwa kunywa dawa ya kulia wadudu wa kutoka hapa katika manispaa ya Tabora. Mimi ni Michael Samuel George na hii ni Daily News Digital pale YouTube, lakini Instagram tukifahamika kama habari leo underscore tz. Usiache kusubscribe kutufuatilia pia katika mitandao yetu ya kijamii na uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati.